Habari, uh, naitwa Josephat Rafael Nkungugu. Uh, ni host wa kipindi cha mashule shule. Uh, tunasema kwetu hapa Sogenetu kwamba mashule shule ni zaidi ya darasa. Kwa hiyo unapata una, una content ambazo of course huwezi kuzipata kwenye kuta nne za darasa. Nje ya hizo kuta ndio unazipata na tuko hapa kupatia hizo content. Leo tuna segment nzuri ambayo natamani uh, ushee na mdogo wako au dada yako au kaka ambaye anataka kuja kusoma chuo na amekuwa anajaribu kufikiria kwa swala ni chague kozi ipi, au nisome kitu gani nikiwa niko chuo kikuu hapa. Imekuwa kuna changamoto kubwa, mda mwingine pia anaingia ugomvi wa kifamilia kwa sababu pengine unakuta familia inamtaka mtoto asome nini, lakini mtoto pia anakuwa na jibu lake. Kwanza kabisa, tuseti mazingira sawa. Kuna kozi ambazo wengi wao wanazipenda kuzisoma, sio kwa nini, lakini nadhani kuna psychological issues na hizo kozi. Mfano, kwa watu wao wanapenda sana kusoma urubani. Ni kozi ambayo kati ya watoto watano au watoto kumi, ukiulizwa kwamba ulipokuwa mdogo utamani kusoma nini atakwambia nitamani kuwa urubani. Tutakuwa na segment fulani ya kuelezea urubani ulivyo, na, na path ya kusoma upa kuwa urubani, na nini. Nadhani unaweza kuelewa. Lakini moja cha mtu ambaye anafanyaga wengi wasome urubani ni gharama. Sio muda na sio taaluma kwa sababu ukiwa na fousoma m i dereva kama madereva wengine isipokuwa yeye anaendesha chombo ambacho ni expensive kuliko vyombo vingine vya kawaida. Lakini mbili, anaendesha chombo ambacho kikipata changamoto kina nafasi kubwa ya mtu yoyote asitoke.

Kwa mfano na rafiki yangu mmoja eh, tulisomana olevo akasoma advance shule nzuri tu ya ya nani ya vipaji, lakini alivyopata ufoloke PCB akawa na wani, lakini wani ya mwisho, wani ya tisa. Kama unafahamu vyuo vya Tanzania vya udaktari ni vichache, alikuwa anatamani kuwa daktari, lakini kwa sababu vyuo viko vichache na cutting point vyuo vinakuwa ni sita, kwa hiyo ilikuwa ni wani kuanzia ya tatu ya nne ya tano na ya sita. Nikisema hizi wani za advance, wazee mnanielewa, kwa maana kusema one ya tatu mpata, unakuwa mpata a zote one ya nne, mpata a mbili na b moja one ya tano kwa mpata a i mean a mbili, a tatu kwa mpaka wani ya sita ukiwa mpata mpala b zote b b b kwa maana b inakuwa inachukua point mbili mbili. Hii nadhani nimeelewa vizuri, ambao mmesoma maisha advance. Kwa hiyo yule akana wani ya tisa, wakaambia hapa nabidi usome nursing na sio daktari. Alisoma nursing lakini hakuwahi kukubali kusoma nursing mpaka kesho. So niko hapa ku, kushare na wewe uh, tips, uh, vitu ambavyo nabidi uviangalie unapotaka kuchagua kozi fulani. Kwanza kabisa, unapotaka kuchagua kozi lazima uangalie qualification zako binafsi na hiyo kozi unataka kuichagua. Of course unaweza kusoma hkl afu kataa kusoma udaktari. Hiyo ni, ni no out of the box, hawezi wakakuelewa uh, ijapokuwa kuna, kuna, kuna exception again, nimesema hiyo uh, nimepata nimepata story yangu uh, moja ya, ya, ya, I know uh, mtu namfahamu kabisa ah, vizuri <laughs> kilichotokea lakini napata bahati hiyo. Ni, ni bahati, sio formula. Huyo mtu ko najua kufanya masuala ya programming, kasoma kabisa tangu akiwa ko A level nasoma masomo ya programming kwao, amesoma sasa ye akafanya kitu kimoja cha ajabu, akasema hivi, najua nigenda kusoma advance. Advance ni time consuming, na mimi nataka nifanye mambo yangu ya programming na mambo ya development, nafanya wakati nipo nasoma advance. Kwa ngoja nichafute tu kozi ambayo yetu nichukua muda mwingi nisome tu hiyo kozi, afu nifanye mambo yangu kweli, kama nichukua kozi ya art ikuwa sio uh, HKL ile. I think, sasa shida kaa sehemu moja. Alipomaliza kafaulu ndio akataka kusoma degree ya computer science, normal application hamna mfumo. Akaenda sasa anatafuta email za vyuo anaapply email ya chuo kwa kusema kwamba nataka nisome kozi ya computer science kwa sababu mimi najua hivyo vitu napenda kuvisoma na interest na vitu nilikuwa niko secondary huko nilikuwa nafanya. Akaweka pia anaonyesha baadhi ya project ambazo alizozifanya tayari, anashare development skills yake zilivyo, kwa hiyo wampe chance ya kusoma hiyo hiyo uh, kozi ya

alichokifanya akawa ameapply kule, na akawaambia kusoma computer science na, na, na akamaliza. Mpaka sasa kwenye development, and I know coding, I know the programming, lakini nimesoma HKL katika level ya advance. Maanake ana degree hicho kitu, wakati amesoma tofauti kabisa kwenye level ya form 6. Sasa hiyo ni kuwa ni exceptions. Sikwambia wewe ukasoma SGL alafu utakuja utakuja usome udaktari kwa sababu there's a place to go no. Ikitokea bahati sawa, mimi sio mtu ambaye anaweza kanikazuia kwa hiyo. Sasa tunaangalia cha kwanza, umepata uh, ufaulu gani kwenye masomo gani uliyosoma advanced. Siku hizi kuna course nyingi sana, siku hizi kuna paka computer science na course zake, wameongeza kidogo combinations, ziko nyingi, kuna variety kadhaa kadhaa, lakini you need to understand kwamba unataka kusoma kitu gani. Kwa hiyo ukishajua hiyo itakusaidia kwao. Baada ya ufaulu kupatikana kwanza, na kushauri ukubaliane na matokeo yako kwenye ufaulu. Hii itakusaidia sana, kwa sababu usipokubaliana kile ambacho umechokipata, kumbuka ni cha kwako. Ndio naelewa kuna muda eh, ule ufaulu usikuwa umetokana na changamoto nyingi. Kuna watu eh, inatokea ba prior to mtihani wa taifa amekaumwa, ha, akapata taarifa mbaya, maybe kuna mzazi kaondoka au kitu gani, but kapata chokipata

ni na ilikuwa ni, ni, ni, ni kazi ya wito, kwa hiyo nilikuwa kuna muda, of course nilikuwa niko busy na hizo activities, nilikuwa sipeleki matokeo yale ya kawaida ya kila mwaka, yani ya kila semester kwamba wa kwanza, wa kwanza no wa kumi, wa kumi na mbili, lakini final exam wote kwa tuna 1 ya kumi na tatu so nakumbuka ya, nipigia anauliza una ngapi? ah, nawani ya kumi na tatu. Yale kuwa jiangalia vizuri matokeo nikaambia, nawani ya kumi na tatu. Akanikatia simu. Of course akuwa anategemea ona, nani moko alikuwa na wani ya saba. Imagine, maanake ni mtu ambaye alikuwa anafikiria single digit kabisa, alikuwa anawazaga nane tisa humo ndio alikuwa anafikiria. Akajamaa na mwelewa, nampenda is my brother, lakini ndio hivyo, tukapata kumi na tatu. Kile kitu kimchukua muda kukubali, lakini baadaye alipata bata, alisoma, alipata alichaguliwa kuna kusoma uh, Tabora Boys advanced PCB na akafanya na vizuri na akafunua mafunzo ya udaktari. Kubali matokeo uliyoyapata, moja anzia hapo, kwa sababu yale matokeo moja kwa moja yatatafsiri kwa sababu kozi gani. Sasa kuna watu yale matokeo kio hajakubali hata kwenye ku apply kwako, unakuwa unaenda ku apply vitu ambavyo unaweza, sasa kuna chance ndogo ya kuwa ya kuchaguliwa, na inakupelekea kutoka kuchagua wenyewe kozi na inakuja kukupa shida. Kwa unaanza kusoma kwa pressure tangu kutuma nzuri kwenye matokeo yalivyotoka na unakwenda kufanya utaratibu wa kufanya application. Kubali matokeo yako, hiyo ni hatua ya kwanza. Kisha kubali, hatua ya pili sasa apply kulingana na yale matokeo ambayo ulikuwa nayo. Una ufaulu ambao utakufanya usome nursing, apply nursing. Una ufaulu ambao utakufanya usome pharmacy, apply pharmacy. Una ufaulu ambao utakufanya ukasome, una una two PCB kasome walim, walimu ili uje kuwa mwalimu wa biology na chemistry na physics, kwa sababu ukiaplai daktari Tanzania haupati ndivyo ilivyo. Labda vio vikiongezeka vikawa vingi zaidi, au ikitokea kuna mzazi anza kufainansi au umepata mfadhili kusoma banji ya nchi, kukubali. Kwa kwatu yako kwenda kusoma daktari, kukubali. Cho kitu ni rahisi, kwa sababu itakusaidia unapokuwa unapoka, unasoma baadaye unapokaa unasoma ualimu unajua taaluma ya ualimu ni tofauti sana na taaluma ya daktari. Kwa hata aina ya wateja wako utakaowahudumia, ambao mwingine atahudumia wagonjwa, endelika lote wewe utahudumia wanafunzi, ambao ni vijana, walika fulani, saikolojia yake tofauti. Jenga hiyo mindset kwamba mimi ni mwalimu, utahudumia watoto wangu kwa sababu umeshindwa kuwa daktari. Hiyo ni kitu ambacho ni muhimu kwamba role yako utakutafsiri kwa kuchagua kozi gani na zile kozi gani pia wewe utaweza kuzifanyia kwa sababu ndio eneo ambalo ni muhimu kulifanya. Na lakini jambo lingine kuna, kuna aina faulu kiwarao, ya ukiwa nao unaweza kusoma chochote na hapo ndipo kunakuwa na changamoto. Baadhi ya watu unaweza kusoma chochote, maana yake ni kwamba e, ule ufaulu wako kozi yote ambayo utaapply utapata. Ni kama mimi nilikuwa na hiyo level, ninataka nitakwenda kusoma chuo baada ya kumaliza form 4 na nina wani ya kumi na tatu manake Tanzania kwa kozi yote, kozi za kawaida za afya, kwa sababu afya ya biology naba una A, chemistry una A, physics una B. Hakuna kozi za kukatalia. Engineering naba, physics una, una kama chemistry una A, physics una B, hesabu una B, always utachagua unataka kusoma. E, kwa hiyo unapokuwa una hiyo e, room ya kuchagua kozi yoyote, hapo unabidi wewe makini kuangalia ndani mwako kuna nini, what do you have inside you, ambao unatamani uweze kutoa nje kwenye dunia hii, tukiona tukifurahie hiyo. Sasa hapo unaweza kuangalia, kwa sababu kila siku

Kwa hiyo unabidi una, una, una ujue kwamba hiyo kozi unayochagua na kuaje ni kesi. Ukiwa e, ja, na uwezo wa kuchagua chochote, lakini sasa, baada ya kuchagua, baada ya kuwa na uhuru wa kuchagua, lazima pia ufahamu kwamba hiyo kozi unayochagua, unayoichagua status yake kwenye society ikoje, kwa maana ya imperability yake, uwezo wa kuajiriwa kwenye hiyo kozi ukoje. Kozi zote ni nzuri, nakubali niko hapa kusema course zote nzuri, lakini hazifanani. Yaani huwezi ukasoma walimu e, wa kifaransa na mwingine akasoma walimu wa booloji mkasema mtafanana. Hapana, wewe wa ufaransa bidi ujue kabisa kwamba una limited uh, space za kufanya kazi kuliko mwalimu wa booloji.

Mfano, unapofikiria kuwa rubani, si ndio, inatumia gharama nyingi kujifunza e, eh, na ina, ina, ina, ina, ina kutaka kuwa mtu wa tofauti, mtu aina fulani. Ukikosa kazi kama rubani, unaweza kufanya nini kama kujiajiri? Hilo pia ni jambo la kulifahamu. Kwa hiyo kuna namna ya kufanya research fulani ambayo itakupa mwanga wa kuelewa kwamba nacho kichagua na kitu cha aina gani na kina maana gani. Na hapa tu niseme pia kwa rafiki zangu ambao ni wanafunzi wewe ni mwanafunzi na unataka mwana kusoma, kuna interest yako ya ndani, lakini pia kuna ushauri wa wazazi, kwa sababu wazazi pia wanaona mbali kabla yako wewe na pengine wanaweza kuwa wanaifahamu wamefanya research na wakapata uelewa. Kuna namna wanabidi ufanye harmonization na familia pia, kwamba mwelewane kipi ni kipi, kwa sababu kama wao wanaweza kupa picha halisi ya mambo vile alivyo, lazima ujue namna ya kuya, kuya accommodate na kwenda pamoja. Kwa hiyo hilo eh, kwako ni muhimu, kwa sababu Napenda niongee kitu kimoja kwenye swala la kuchagua kozi. Labda nikuulize, wewe kwani unapenda urubani? Wewe kwani unapenda udaktari? Kwani unapenda unesi? Kwa nini tukwambia soma geology utaki? Baba na kampuni ya engineering. Yeye alikuwa ni mhandisi mitambo. Anataka kwa sababu mimi mekaniko kwa jengo ili baadaye uje kuendeleza kile ambacho chochote kwa nini hautaki? Kwa sababu wewe we umesikia Uh, pengine udaktari ulivyo au umeona au mtu akisema, lakini inabidi uelewe kwamba kuna baadhi ya kozi huzipendi kwa sababu tu huzijui, siku kisha ukiziona na ukafahamu potential yake utazijua na utazipenda. Kwa mfano mtu anayependa rubani, lakini kitu kinaitwa aircraft maintenance engineer, wewe unakuwa ni unarepair una ndege na enyewe ni kazi ambayo inakuwa ipo kwenye atmosfea ya ndege. Ndege inakuwa inasimama maisha yako, na unakuwa naifanyia checking, na kiukweli nakiukweli, ni kwamba wewe utasoma kwa muda mrefu utakuwa unaifahamu ndege vizuri kuliko rubani, sababu rubani anakwambia awali ni dereva tu, asijue namna ya kutengeneza, ni kweli hajui. Ili apaishe ndege lazima wewe, aircraft maintenance engineer, useme ndege hii haina dosari, rubani chukua uipeleke. Hiyo pia ni taaluma ambayo ipo kuna sababu, ikienda hivi, ikienda hivi, ikienda hivi, hamna shida. Lakini ndege za kawaida ziko vile zilivyo. Ile pale ni taaluma. Mtu anaitwa aerospace engineering, yani ni course inaitwa aerospace engineering ambao utakuwa aerospace engineer. Wewe unafanya kazi gani? Una design ndege, manake ndege, namna ya kuzifanyia kazi sasa Unaweza ukaja mtu ukasema, baba, nataka kuwa injinia, ami nataka kuwa rubani. Baba akakushauri kwamba mwanangu, kuna kozi fulani, utakuwa unafanya drafti za kudizaini ndege, inawezekana ni unafanya matengenezo ya ndege. Lazima huo na ufahamu ambao ni flexible kidogo, kwa sababu utakomaa nataka kutaka kwa rubani mzee, atakuwa ana hiyo ada ya kukusomesha, utaanza kumlaumu kwamba kwa nini hawezi kufanya hiyo kitu, kumbe anakupa option ambazo na zenyewe rubani, utakuwa na furaha kuwa airport, utakuwa na furaha kuziona ndege, utakuwa unazihudumia ndege, lakini wewe si rubani moja kwa moja, na utakuwa na heshima yako kwenye jamii, kwa sababu na wewe ni mtu ambaye unafanya kitu fulani kwenye eneo la hiyo sekta ya anga. Kwa hiyo jaribu kuwa mtu ambaye una kidogo una room ya kuwa flexible, sikiliza watu ambao wanaoelewa, sababu atakusaidia. So hiyo hiyo nimeona ni muhimu kaielewa kwamba ulichokuwa nakitaka ni kwa sababu tu pengine ulikiona au kuna mtu alikupa stori zake. Kwa hiyo kumbe hata ukipewa stori ya tofauti, kwa sababu ukiipokea usiji, usijifungie milango kwamba no matter what, lazima niwe kitu cha fulani. Kwa sababu ukikosa hicho kitu utaishi maisha fulani ya kujilaumu kwamba sikupata pengine kwa sababu tu wazazi wa kunisaidia au kwa sababu sikuweza kusaidiwa. No, unaweza kuwa mtu yeyote ukiamua, ni vile tu ambavyo utataka kuwa tayari kujifunza mbali na hapo ni muhimu kwamba e, kwenye swala la kozi na kitu ambacho taka kukisoma unapokuwa uko chuo, ukawa mtu ambaye unajua fika kwamba e, utaisoma somaji hiyo kozi, kwa sababu tunatofautiana kwa necha zetu, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya kozi zina ni intensi kidogo, ni ngumu sasa kama ni mtu ambaye uko very conscious na swala la muda wa kuishi hapa duniani na swala la kusema kwamba eh, nitakaa course nitasoma kwa muda gani ni kitu ambacho inabidi uwe makini. Nimekuambia hapo awali kwamba na kaka yangu mimi, my twin brother pacha ambaye Andrew Joseph, actually Joseph Nkungugu. Hi to you Joseph. Yeye amesoma udaktari. Akaniambia kuna watu wamesoma udaktari miaka minane my friend baada ya miaka mitano. Sasa sio kwa baba lakini yani ni kwamba wanapambana kwa kuna muda ambidi uangalie kichwa chako hiki. Unajua kuna muda uzokoa umefollow vizuri ndio, lakini lakini unajijua kichwa chako hicho, ukikipeleka kwenye mazingira kinaweza kikabeba. So it's better sometimes ukato unapata zile hints kwamba hivi cause fulani ambayo naichukua iko ikoje, inabebeka au ina mambo fulani, mazingira yake yakoje, ili ujue kabisa kwamba if I'm going to choose this cause what is going to be taken with that cause. Kuna watu wengine pia unasema nikifika chuo nitakuwa na split my mindset kwamba ntakuwa nafanya zangu mambo yangu mwenyewe, na pia ntakuwa nasoma kozi pia. Lazima ujue usiokaja kupata sapu nne ukasema kitu gani uh-uh. Kwa sababu wewe umesema sasa, nikienda chuo eh, ntakuwa nasoma lakini nafanya mambo yangu, maanake hapo ntagawanya ufahamu wangu kwenye makundi mawili. Na kama hiyo ndivyo ilivyo, maanake ujue kwamba na kozi unayochagua itakuruhusu kufanya hivo. Unaenda kusoma kozi ya engineering unaweza kusolve ma probability, unaweza kusolve ma, ma, ma, ma, ma, kuna kuna hesabu kwa my friend, unaweza unaweza kupiga trig, unaweza kusoma mambo ya tunataka nini, kuna calculus, eh? unaweza kupiga ma-differential, ma, ma, ma, ma-integration. kwa hiyo uh, lazima uh, ujue kwamba uh, ni muhimu kuwa flexible kama itokea changamoto kwa sababu uh, ni, ni, ni, kitu ambacho eh, tumesema hapo kwamba mtu unataka split your mindset unasema kwamba ah, mimi nataka nani napiga zangu michongo yangu alafu eh, pia niwe nasoma sawa, my friend eh, lakini masomo nafanyaje, yanatofautiana na course zafanya zinatofautiana. Sasa sipo hapa, siwezi kupa mifano ya kozi ambazo zinyepesi, hao ambao wanasoma watauja nipige mali, lakini na kozi ambazo ni ngumu Uh, ziko wazi kwamba unasoma mambo ya engineering, mambo ya udaktari, mambo ya nini. You can do both, lakini do you have those muscles at fanani? Kwa kama unajua sasa ni mtu ambaye ukishika mawili kuna kimoja kitapata shida, please try to uh, get the course ambayo uh, pengine inaweza isikupe shida kubwa, au kama ni mkuchukua hiyo kozi kubwa, ishikilie hiyo kozi kubwa na vingine viweke pembeni kwa muda, na hiyo itakusaidia sana kwa sababu utakuwa kama hii, mfano nikupatia hapo, wale mtu anasoma miaka minane baada e, ya kusoma miaka mitano, haijakaa vizuri, kwa sababu umri unaenda na inabidi mambo mengine yaendelee, na sio kwa mwanafunzi ndio watu, kwa maana kwa maana kurudia tu, na sio mwanafunzi ambaye anaendelea mbele kwa namna nzuri. Kwa hiyo selection inabeba vitu vingi, lakini pia huo ni mtu ambaye unashaurika, kama ni ni e, swala la kuja kuendeleza ku, kile ambacho familia imekianzisha ni muhimu, kwa sababu mi najua wewe una ujasiri sana na naamini kwamba unafanya mambo kaenda vizuri, lakini kuanzia simu ambapo mtu ameshaanza na wewe kwenye hatua ya pili tofauti kabisa na kuanza from scratch. Kwa hiyo kitu cha kuwa na mfumo ambao pengine kuna familia na biashara fulani ambayo ni ya kitaaluma, na akakushauri na wewe pia kwamba ukasomea taaluma ili uje kufanya biashara na namna hiyo, kuwa na huo uelewa pia, usinyang'anie kwamba mimi lazima niwe engineer. Tunakata tumwambia kwamba ukisoma daktari kuna hospitali ambazo zipo tayari nyumbani utazisimamia. Kwa hiyo ni kitu ambacho

Uh, hii ni Mashule Shule. Ni zaidi ya darasa, tunakupa maarifa ambayo yatakujenga na kufanya kuwa aina uh, uh, ya mtu ambaye unakuwa kwenye profession yako vizuri na kufika mbali zaidi. Host wako ni mimi, Josephat Raphael Nkungugu na kipindi ni Mashule Shule. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwenye zile button hapo chini na kusubscribe baadaye tunapo upload new video yenye masuala haya ambayo tunazungumzia na zetu kuu tatu kama tulivyosema awali, ya kwanza ni masuala ya elimu kwa ujumla wake na namna ya kufanya vizuri, lakini cha pili ni masuala ya ajira na kuajiriwa. Cha tatu ni masuala ya study abroad program, watu ambao wanatamani kusoma nje ya nchi mataifa mbalimbali. Na kwa kuendelea kutufuatilia kwa ukaribu eh, ee, mbali na YouTube ambao tuko hapa na naamini mmesha subscribe hapo chini tayari. Eh, ee, unaweza kufuatilia kwenye social media zingine Instagram, Facebook, uh, uh, X zamani Twitter, TikTok na kwingineko. Jina uh, langu nifuatilie kama Josephat Nkungugu uh, lakini pia fuatilia account ya mashule shule kwa kupata update na content ambazo zinaendana na hii uh, platform ambayo tunaihudumia hapa YouTube. Karibu sana na karibu pia kwenye social media zingine, tufollow kwenye social media lakini pia tufuatilie. Tutakuwa nakupa mambo mazuri kila wiki na utaweza kujifunza. Asante sana na uwe na wakati mwema, bye.